balimi balimanga bulimi bubwawukhanekhwama mukaunti yebungoma bamakhuba na betu bama mukhungano kurengekhwe mulukongo lutiti lwamaraka rututi mwisasa lya bubunge lye kanduyi mukaunti ye bungoma mukhunyola busomi bwesukundala bwa khubayeta khubona bubolana khuchililisha bulimi bubwabwe nakhunyola akomatokyo kali kamalayi mukhulondekhana nende Dennis Njenga oli afisa mulishirika eliola Plan N Plant khwama mukaunti yebungoma nalomaloma nali mumurukho ukwo kama khubalangilila balimi bosi khwama mukaunti nokhuba musitari kwebweni mukhurumikhira busomi nibwo bama khunyola enyingaya luno nakhuchililisha bulimi obwoneo kamakhulomali kumukhosi ukwo kucha khubayeta bakali babwe mukhubona mbu bola nakhwibanda elubeka nende kiminyakho nikyiba bechanga nabanyola mubulimi bubwabwe kwa leo ile kitu tumekuja kupanga ni an event ya farmers a farmers field uh, tukitarget climate smart uh, agriculture. Hiyo ni mbinu zote zenye zinaangalia hali ya the global warming and hizo nini zote uh, kwa leo tume tuko na teknolojia tofauti tofauti, tuko na tunaanzia na mambo ya mbegu ile mbegu nzuri yenye ni mzuri ya hapa, kuna kama ni chakula ya ng'ombe foda, kuna nao integrated pest management, ile kupunguza, hii ni ile hali ya kutumia teknolojia kupunguza madawa kwa sana, uh, unatumia dawa kama the last uh, option. So uh, tumealika wakulima wa kila mkulima, si uh, mkulima mmoja tu, ni wakulima wa kila aina, wakulima wa ng'ombe kwa mimea, kuku, kila kitu. Sababu ni muhimu kusoma leo. Unajua, elimu inasemekananga elimu haishi. Na kila siku uh, kuna kunakuwa na mbinu mpya. Kila siku mbinu mpya khulubeka lwewe Bonventure Biko khwama mulishirika elio lya Practical Action mukounti yebung'oma nalomaloma nali mumulukho kwo kamakhura abuwangali chinjila chosi nicho bamakhuwana busomi khubalimi abano chicha khuba nachiyeta bikundi bibyawukhane khwama mukaunti eyino nabalimo baraka khubona mbo bola nakhunyola kimilimo kyakhukhwinyekhenya babene kufanya kilimo ukue attractive <coughs> kwa vijana na tunataka vijana wengi wachukilie kilimo uh, kama source employment na vijana wafanye kilimo biashara s so, siku hapa leo tuko hapa uh, katika field day uh, tumeshirikiana na Plan and Plant uh, county government na Practical Action, uh, kupanga huu field day so that wakulima wote kutoka uh, hapa Tuuti Marakaru na Bungoma nzima waje uh, wajione uh, zile mbinu ziko hapa za kilimo technology, za regenerative agriculture zile technology ambazo zinachunga mazingira, sababu wakati huu unapata uh, mazingira inabadilika sana. Tusipokuwa uh, na zile mbinu ambazo zitatusaidia utapata, uh, tutakuwa na changamoto ya chakula. So hii uh, siku ya leo uh, ni siku ya kulima uh, kuanzia vijana hadi wazee waje hapa wa, wasome na wakitoka hapa waende wa apply ama wa implement chochote chenye masomo hapa. Katika mradi wetu uh, tunahimiza vijana bila uh, ya kilimo kama kazi, sababu kwa sasa hakuna kazi kwa vijana, but vijana hawezi kosa shilingi mia tano elfu moja kwa siku, ambapo akiweka mboga yake akifuga kuku yake. So mimi ni kuencourage vijana wenzangu tuache kukaa, kujitume udongo unalipa udongo una pesa pesa ina Bali udongo unapesa kilimo balimi bolile musirekere esiosiamarakari mukhubona mbubolana khunyola busomi khulondekhana nende bulimi obuno ba mahore bamakhure bwakhurumikhira chingila echo cha kisasa mukhuchililisha bulimi bubwabwe nambuboelane khunyola enganga khubulimi bubwabwe sisi tunafanya uh, tunatengeneza dawa tunauza dawa ambazo ni organic hapo tunahimiza wakulima wetu walime kilimo hai, kilimo ambayo haina madhara sana kwa miili ya binadamu. Sisi kama kapi, we have biopesticides ambazo zimetengenezwa hapa nchini na zinakubaliwa kuuzwa hapa nchini, na pia ina manufaa zaidi ya kwanza manufaa ya, ya, hizi biopesticides ambazo tunauza uh, ni mambo na PHI, pre-harvest interval. It's only one day kwa mfano ukipiga leo baada ya masaa 24 uh, hizo product zako ama mimea zako iko tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni. So kwa leo nataka niwaambie wakulima wangu hapa Tuuti Marakaru, ya kuwa hizi ndio eh, products za kutumia kwa wakati huu, kwa hii generation products ambazo hazina sumu eh, products ambazo ukipiga leo kesho mboga zako ziko sokoni, na unauza kesho, tena unapiga baada ya siku moja, tena unauza. ni mbana ripoti kwa county ya Bungoma ndino wa wanyama